Katika mkusanyiko wa taarifa za kaunti, jamaa wawili wenye umri wa makamo katika kaunti ya Kiambu wameuawa kufuatia ugomvi kwenye baa moja baada ya kushindwa kulipia pombe, na katika kaunti ya Taita Taveta wakazi wanakadiria hasara baada ya ndovu kuharibu mimea yao. Tukianzia kaunti ya Kiambu, jamaa wawili wamepatikana wameuawa hii leo nje ya baa moja, wakisemekana kuwa walijivinjari hapo jana na kisha ugomvi kutokea baada ya kukosa kulipa shilingi mia moja na sabini kwa kinywaji walichokuwa wakibugia. Mimi nilikuwa nauza huku pande ya mbele huku kwa, kwa pombe, sasa nikasikia nduru huku nyuma, huku nyuma kutoka, nikaenda kwenda nikapata hakuna mtu huko, kwenda hivi nyuma mi napata wanachapa watu, hao vijana hapo. Hivyo nikauliza, ai, nini naendelea? Wakaniambia hapana, hao vijana nimewapata wakiluka huku juu wameiba. Nikawaambia baadaye ya kuchapa hivi, si afadhali mungewapeleka penye kituo cha polisi kwa sababu saa za kuuza pombe zilikuwa zimekwisha. Anwanjiro, mmoja wa wahudumu katika baa hiyo, alielekea nyumbani na asubuhi akaamkia taarifa hizi za kutamausha. Mi nitasimama na ukweli yangu venye niliona secret tu nipewe na nitasimama na ukweli yangu na venye wanasema ndaeateadomaraahameamesiaami na nitasimama na ukweli yangu mpaka the last minute mmoja wa wazazi aliyefariki ameitaka serikali kuchukua hatua na haki kutendeka kwa mtoto wao aliyefariki. Kijana yangu ni mzuri, kwa maana nimemshomesha mpaka form 4 na alikuwa akifanya kazi ya kuteka ai aimoto, na maisha ya kijana yangu sio mbabaya, kwa maana sijaona ubaya yake, na vile efanyia hiyo kitendo nimeshangaa sana, kwa maana hata ikitumania ikiaikilipa hiyo pesa pe. Mimi nasema sisi tunaambia polisi wanapofanya kazi yao, sisi tunajua ni nini kiliendelea. Katika kaunti ya Taita Taveta, wakazi ambao ni wakulima wanakadiria hasara baada ya ndovu kuvamia mashamba yao. Patience Soge ni mmoja wao, na katika shamba hili alitarajia kuwa mwaka huu ambao kulikuwa na msimu wa El Nino angevuna zaidi ya kawaida, lakini wapi, uharibifu wa jasho lake umemtia machungu tele saa kumi na mbili asubuhi ndo nikaamka kuangalia shamba ndo nikaona ndovu zimeharibu ni shamba langu, na ile shamba tena niligharimu karibu elfu tatu kulimia na tinga. Nilipolimiwa na tinga kupandikiza mbegu yenyewe nakununua ilinigharimu, pakiti ngapi? Paketi sita za kilo mbili mbili. Hapo mahindi ilipotoka, nikaanza kulimia na watu wa kibarua watu wavibarua wenyewe tena wakanigharimu kama elfu nne ilimiawane kumwagilia mchanga. Kwa hivyo mambo ya, ya, ya shamba langu ndio nategemea kwa chakula kidogo, tena saa ingine nikipata chakula kingi, saa ingine nasaidika kwa, kwa hali ya pesa kidogo kidogo. Mambo haya nafikiri yamekuwa ni kero katika eria hii na eria zingine za Mbololo, eria zingine za Kajire upande huu, wananchi ama wakulima wanashindwa, wanapanda chakula wakati inakutaka kuwa tayari, ndovu ndio anavuna. Shirika la uhifadhi wa wanyamapori KWS limekuwa likilaumiwa kila msimu kwa kushindwa kuwahifadhi wanyamapori wakati wakaazi wakikaribia kuvuna mazao yao.